Mimi kama waziri kivuli nimekuja leo kidogo mbele yenu kufanya press conference, sio press release, na cha msingi nimekuja ku encourage tuungane katika kukemea au kupaza sauti kwa mambo yanayoendelea sasa hivi hususani kwenye eneo langu kama waziri kivuli, tukianzia mashambulizi kwenye vyombo vya habari eh, tukija tukio la kupotea kwa msanii Roma Mkatoliki pamoja na wenzake watatu ikiwemo Moni na Belo. Vitendo hivi tunatakiwa tuungane, kila mtu katika nafasi yake, na kuvipigia kelele mpaka wale wowote wanaohusika navyo wajue kwamba Tanzania hii sio ile, wala Afrika hii sio Afrika ile ya kina Charles Taylor wa, wa Liberia kwa sababu tumefika sehemu hakuna amani, amani inapotea wakati tunaiangalia hivi machoni kwetu. Sasa rais, anasema, anahubiri kila siku kwamba kila move anayofanya anataka amani katika taifa hili, lakini sasa amani itakuwaje bila usalama? Kwa sababu sasa hivi katika taifa hili ni wazi, wote tunajua, raia na mali zao hawako salama. Raia hawako salama kwa sababu tumeingia katika kacha ya utekaji, watu wanatekwa kama mbuzi kiolela tu, watu wanapotea, lakini pia hata mali zao za raia haziko salama, tunapofikia kiongozi walevu ya mkuu wa mkoa kutumia kava ya vita ya madawa ya kulevya kunyang'anya magari ya kifahari ya watu, ile ni mali ambayo haiko salama. Kwa hiyo huwezi kusema kwamba tuna amani wakati hatuna usalama. Sasa hivi kuna taarifa kwamba hata watu wote wenye magari mazuri wanaogopa kutikuendesha kwa sababu kuna mtu atalitamani na anakuaprochi ana, ana, ana kabisa anakwambia kwamba nahitaji lo gari au la sivyo, nitakutandika kwenye kwenye list yangu. Sasa haya ni mambo ambayo yapo yanasemwa, lakini hakuna mtu anayetoka kuya address, kitu ambacho sisi tunalazimika kuamini. Ukimya pia ni kukubali kwamba hichi kitu kipo, kwa sababu kuna vitu ambavyo vikitokea randomly wenye mamlaka hata kwa level ya rais wanatoka uan, na kujibu na kuvitolea maelezo. Mfano, Mwakyembe akiwa waziri wa sheria alikuja na ile kitu yake kwamba hamna kufunga ndoa mpaka eh, mpaka cheti cha kuzaliwa in 27 26 hours, rais akai counter akaitolea maelezo. Sasa haya mengine ambayo yana prolong, yanaendelea muda mrefu, yanakuwepo, yana hayapati majibu kwa kweli yanatia ya, ya, ya, ya ya ya shaka na kuumiza sana kwa mtu yoyote ambaye ana mapenzi na nchi na si vinginevyo. Sasa wao wanapenda kukimbilia kwamba watu wanaleta siasa siasa. Sasa hivi hakuna siasa siasa tena, nyie wenyewe mnaona mikutano ya siasa imezuiwa, lakini imepinduka siasa. Sasa hivi zinaenda kwa staili nyingine. Zamani siasa ilikuwa mpaka Sugu aende apige mkutano, sasa hivi mpaka wenyewe wanaanza kulalamika kwenye nyimbo, kwamba hata kwenye magazeti watu wanafanya siasa kwenye meza za magazeti na everywhere kwayo, even li lipo. Kwa hiyo hivi ndio taifa lilipo. Tunachotakiwa sasa ni kuorganize ile hali, tujiorganize ili tuwe sasa tu, tu, tu, tufanye vitu proper ili kuinyosha nchi, ili kulinyosha taifa. Leo Roma Mkatoliki amepotea inakuwa kacha, kwa sababu Roma sio mtu wa kwanza kupotea katika msimu huu. Beni Sanane amepotea hamna maelezo yoyote ne nafikiri, kama asinge kwa mjanja wa kutuma message faster kwamba amedakwa, kwamba amekamatwa, pengine naye angeweza kupotea Nape. Who knows, kip, kama mtu amefikia eh, kumtolea waziri bastola hadharani, angeweza kumfanya nini huyo waziri? Kama ingekuwa ni sehemu ambayo eh, yasiri, ya siri, siyo sehemu ya Azalani. Sasa, labda kina Nape na wengine wote hawawezi kuyasema haya, lakini sisi tunaona lazima tuseme, na mimi kama waziri kivuli nimeona nije hapa. Kwa kweli nimeshtuka sana na swala la Roma kama ambavyo kila mmoja kwenye taifa hili ameshtuka. Ukifuatilia kwenye mitandao, hali ni mbaya mpaka wengine wanajadili, yaani mtu akitoa komenti, mtu anasema utakamatwa. Sasa taifa likishafika huko hakuna mtu yeyote ambaye anaweza akafanya kitu chochote kitu chochote cha cha cha cha nani cha, cha maendeleo. Sasa swala la Roma, jana tumemwona kiongozi wa Dar es Salaam anasema kwamba ametuambia mpaka Jumapili Roma atakuwa amepatikana. Sasa mimi namtaka waziri kivuli amwachie leo hii kwa sababu wahi jumapili au kuna kazi gani amempa huko aliko e? au ana, amempa taski gani za kufanya au anafanywa nini huko aliko, interrogation e, tocha? Kwa hiyo maadamu ametuambia kwamba bai Jumapili tutampata, sisi tunaomba au tunamtaka leo hii amwachie Roma arudi kwa mke wake na mwanaye na familia yake e, pamoja na vijana wengine ambao wako wameshikiliwa baada ya kutekwa kinyume na utaratibu. Unajua swali niliombea juzi juzi, tarehe sita Alhamisi, niliombea mwongozo baada ya kutokea, alikuwa bichi. Niliombea mwongozo bungeni, mliokwepo mlisikia majibu ya Spika akaiambia serikali ifuatilie, lakini sijapata majibu kwenye channel ambayo mimi niliuliza, channel ya kibunge. Badala yake naona nimeona press release ya wizara wizara imetoa press release, inasema inaomba wananchi waisaidie polisi kutoa taarifa za Roma. Ilichotakiwa kufanya wizara ni kukemea vitendo hivi ambavyo watu walio chini yake wana wanafanyiwa hawatakiwi. Hayo mambo ya kuiomba wananchi waisaidie polisi, wakati bwana Bashite anajua hao watu wako wapi. Ni straight. Ilitakiwa sasa waziri akemee vitendo hivi kwa nguvu ile ile kama ambayo alitumia waziri aliyepita, eh, Nape Nnauye alivyosimama na swala la uvamizi wa Clouds Media, hata kama likikukosti. Na ule sasa ndio uzalendo inatakiwa sehemu ufike, sehemu uangalie swala hili, nikilikalia kimya lina madhara gani kwa taifa na nikilisemea, hata kama litanikosti mshahara, hata kama litanikosti hadhi fulani. Unaweza ukakosa hadhi ya waziri, lakini ukapata hadhi e, kutoka kwa umma, ukapata hadhi kutoka kwa wananchi. Na hili limetokea, lime, lime, lime wazi. Kwa hiyo wizara haitakiwi kuomba sijui e, polisi was wasaid wananchi wasaidie polisi. Wananchi hawajui, ndio maana wanahoji, na ndio maana tuko hapa tunauliza, hatujui. Mtu pekee anayejua amesema jana na wote tumeona kwenye mitandao kwamba Roma yuko wapi na tutampata kufikia Jumapili, lakini uwezi kumweka mtu against his will mpaka siku fulani. Kama hana kosa lolote, taifa linakuwa na hofu kubwa, unapo nchi inavurugika, tunapoanza kuvuruga katiba Hawa watu hawajafanya kosa lolote, kama wasanii awe Roma awe Nei niwe mimi Jongwe, tunao uhuru wa kutoa maoni. Hawajasema utoe maoni kwenye gazeti Uwame. Katiba nasema kila mtu ana uhuru wa kutoa maoni. Kwa hiyo kama mimi msanii, basi nitatoa maoni yangu kupitia muziki na ndio kitu anachofanya Nei, kitu alichofanya no? na kama wanakuwa wamevunja sheria au wamekosea ni lazima utaratibu ufuate, taratibu zifuate, sio kama unashindwa kuelewa. Mpaka mimi nikasema aliamuru kwa mfano kukamatwa Nei, alitakiwa awajibishwe pamoja na katibu mtendaji wa BASATA kwa kufungia nyumba Nei, alitakiwa awajibishwe au wawaj..., nanimuuliza kwenye kamati kwamba nashangaa hauja hauja resign kwa sababu wewe unachukua hatua ambayo inakuja kutenguliwa na rais kwa hiyo wewe umevuruga taratibu, yaani umevunja utaratibu. Kwa hiyo kitu cha kwanza kulinda heshima yako, unatakiwa udisaini kama yule bwana bwana mtendaji mtendaji bwana mtendaji wa Basata. Lakini pia maswala ya kuvunja katiba, maswala ya kuashikilia kina kina Roma yanaingilia katiba ibara ya kumi na tatu ibara ya kumi na tatu inasema, kifungu cha kwanza kinasema, watu wote wanao haki mbele ya sheria na wanayo haki bila ubaguzi wote kulindwa na kupata haki sawa mbele ya sheria. Kwa hiyo huwezi kumfunga mtu hata kama ni kwa siku. Maana yake unaposema siku fulani atapatikana, ina maana umemfunga tayari, kwamba umemfunga kwa siku kadhaa na siku fulani utamtoa maana yake kwamba umemfunga bila kufuata, bila kufuata sheria. Lakini hiyo hiyo kumi na tatu tatu inasema haki za raia, wajibu na maslahi ya kila mmoja wa jumuiya ya watu yatalindwa na kuamuliwa na mahakama na vyombo vinginevyo vya mamlaka ya nchi vilivyowekwa na sheria au kwa mujibu wa sheria, na sio mtu kuamua kwamba bwana, leo namkamata fulani, namweka ndani. Ni kama nilivyosema kwamba tutaipeleka tuta, tuta nchi kwenye hofu kubwa, tutajikuta sasa tumekuwa kama tuko Liberia ya Charles Taylor, ambapo mwanaye Charles Taylor Jr au Chuck Taylor alikuwa maarufu sana, baba yake akamuundia ka kikundi ndani ya mfumo wa vyombo vya usalama wa nchi, akakita anti terrorist unit, akaanza kutumia kile kikundi kama anavyofanya Bashite, akaanza kutumia kile kikundi kuteka watu, akaanza high profile akaanza kuintimidate matajiri, mwisho akaanza mpaka kutumia kikundi kile kungoa mademu wa watu, kwa sababu yaani amemaliza ana kiu ya ku, ku, ku inflict pain, kamata matajiri, intimidate yu, intimidate watu wakaisha, akafikia na kituma kile kikundi club, nendeni club, anaenda club. Akiona nani mtoto mzuri anapiga simu anasema ita unit, unit inakuja inachukua nani amekaa pale ana, ana, ana, anani, anatoa macho tu lakini anamjua huyu ni Chuck Taylor. Sasa hatutaki Tanzania ifike kwenye Liberia ya Charles Taylor kwa bashite kufanya vitendo ambavyo alikuwa anafanya Chuck Taylor. Ndugu zangu, nisiwapoteze muda wenu sana, hii ni weekend na najua pia mna mambo mengine muhimu kwa wakati huu kwa nchi. Budget inakuja, najua mko focused, kutaka kuangalia mnashiriki vipi kuhakikisha kila kitu kinaenda sawasawa sawa, ili tupunguze haya maumivu eh, eh, kwa taifa letu. Kwa hiyo niseme tu kwamba ni stress kwamba nimekuja hapa kumtaka aliyesema, eh, Roma atapatikana Jumapili amtoe leo hii immediately, unless atuambie kwamba amempa majukumu gani kule aliko au huko alikomficha Roma Moni pamoja na Belo